Nika come up na idea ya jela, lakini tukajua tukasema, jela ni hard kupata, lakini kajua ah, mimi nikisema, nikiongea na rais niweze kupata chance tu kidogo, niongee naye, najua itafanyika, na that's why nilienda nikaongea naye na akanifanyia connection na nikashoot huko ndani. Okay, hebu niambie mazingira ya jela wakati mnaenda kushoot, naweza kushoot ili kuwaje? Polisi waliopokeaje? Ni kitu cha kwanza kufanyika, sio kuona msanii wa Kenya anafanya kwenye gereza kabisa. Kweli hata wakati nilikaa na, na, na kuongea na mdosu wao aliniambia, eh, ni kitu cha kwanza sisi kufanya. Kwa hivyo tutafanya hivi, tutafungua lile jela, kwa sababu ni kitu haifanyangu uiangalie wewe mwenyewe alafu sasa utuambie, kama utaweza kushoot, kwa sababu nilikuwa nataka tuone hata sisi venye inakaa na venye wanafungwa wanakaa, alafu kuingia kule sasa. Wale wafungwa walikuwa wanadania, maybe nimeshikwa, kwa sababu alishindwa, ai, mbona jamaa anaingia mpaka kwenye cell ndani, mahali tunakula mahali tunafanya. Kwa hivyo nikamwambia nimekuja kushoot video, wakafurahia sana. Nikamwambia naja in the next one week even nitakuja kushoot video hapo, wanaamini kwa sababu wanashindwa, niaje, Jaguar katoka nje kaja kushoot video video na wafungwa lakini ilifanyika hivyo, after one week tumekuja kushoot video. Uh -huh. Yep. Walikupokeaje wafungwa? Noma, noma, kwa sababu ukiangalia kama zile nyaya vile wanainua, yani ni watu wana roho. Yaani wako na ile hawakuwa naamini. Au tunawaambia nataka kushoot na yule wote. Noma, noma. Yaani wakishoot yani, yani unaangalia hata pale wakivuruta zile nyaya, yani ni watu walijitolea hiyo siku. Mm -hmm. Na mimi nilikuwa tushawa feed yani, tumecheza muziki wa medance.